Mheshimiwa Rais, juhudi zako za kuimarisha mazingira bora ya kazi nchini, kuongeza fursa za ajira pamoja na kuendeleza mazungumzo kati ya serikali, waajiri na vyama vya wafanyakazi zinazidi kunufaisha wafanyakazi na kwamba jitihada hizi zinaendana na ujumbe wa kimataifa wa mwaka huu wa Mei Mosi unaosisitiza umuhimu wa amani, utulivu, uanzishwaji wa viwanda, biashara na kazi zenye staha kwa ajili ya haki za kijamii. Nitumie nafasi hii vile vile kumpongeza Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Kikwete Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na wenye Ulemavu, kwa uratibu wa sherehe hii kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Ridhiwan, na kuona unaendelea kuheshimisha wizara kwa kuratibu sherehe za kitaifa kwa mafanikio makubwa, hongera sana ikiwemo na maandalizi ya huu Mei Mosi. Mei Mosi mkoani Singida imetia fora right?